Samweli ambaye ameanza kutoa ushahidi hii leo, baada ya shahidi namba mbili kuhitimisha kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, Tundu Lissu, ambayo ipo katika hatua ya usikilizwaji wa mashahidi wa Jamhuri. Shahidi huyo ambaye ni watatu kwa upande wa Jamhuri, alieleza hayo katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru akisaidiana na Jaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Kabla ya shahidi wa tatu kuanza kutoa ushahidi, Lissu alimalizia sehemu ya maswali yake ya dodoso kwa shahidi wa pili ambaye ni mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao kwa kufanya doria katika mitandao ya kijamii PF 22863 John Kaaya mwenye umri wa miaka 45. Baada ya Lissu kuhitimisha, wakili wa serikali mkuu, Nassoro Katuga alimuuliza kwa uchache shahidi maswali ya kusawazisha maswali ya dodoso kwa yale ambayo yalihitaji ufafanuzi zaidi, hivyo baada ya kuhitimisha, walidai wapo tayari kuendelea na shahidi namba tatu. Akiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Issa, Samweli alidai yeye ni ofisa wa polisi wa jeshi la polisi Tanzania, kutoka katika kitengo cha picha kamisheni ya uchunguzi wa sayansi jinai makao makuu Dar es Salaam, akidai kafanyia kazi hiyo kwa muda wa miaka kumi na mbili sasa. Samuel ameieleza mahakama kuwa mnamo Aprili 8 2025, akiwa kama ofisa wa zamu, walipokea barua mbili zikiwa zimeambatana na flashi diski moja aina ya Kioxia yenye rangi nyeupe ikiwa na ukubwa wa MB 8 ambayo ilikuwa na stika iliyoandikwa DM na kuambatanishwa na exhibit lebo namba PF 145. Samuel amedai kielelezo kingine kilikuwa ni secure digital adapter SD iliyopewa alama X, ilikuwa na rangi nyeusi na ndani yake kulikuwa na memory kadi aina ya eldepo, ambacho kilipelekwa kwake na Mkaguzi Msaidizi Mico Giumi, akidai vielelezo hivyo vilitoka katika ofisi ya mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam. Samweli akaieleza Mahakama kuwa alihakiki vifaa kama ambavyo vilikuwa vimeandikwa na kusisitiza kuwa baada ya kufanya uhakiki alibaini kuwa vielelezo hivyo vilikuwa vinakidhi matakwa ya uchunguzi kwa mujibu wa maabara hiyo. Baada ya hapo, alimwandikia namba hizo za uchunguzi Giumi kwa ajili ya ufuatiliaji wa vielelezo hivyo. Baada ya hapo alifungua majalada ya uchunguzi kwa ajili ya vielelezo hivyo. Pia alipeleka majalada hayo kwa mkuu wake wa kitengo kwa ajili ya kuidhinisha kuyafanyia kazi. Samweli amedai mkuu wake wa kitengo alimtaka kufanya uchunguzi wa vielelezo hivyo kupitia jalada la upelelezi alilofungua, hivyo alienda maabara kwa ajili ya kuandaa vifaa vyake vya uchunguzi. Shahidi ameieleza Mahakama kuwa barua alizozipeleka zenye namba tajwa, moja ilikuwa ikihusu kosa la kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni na nyingine lilikuwa likihusu kosa la uhaini. Wakati shahidi akiendelea ya Dunguru alisema kutokana na walipofikia waliona si sawa kwa shahidi kukatisha ushahidi wake katikati wa uchunguzi wa kimaabara hivyo jaji Ndunguru akasisitiza kutokana na muda, ushahidi huo usingeweza kufika mwisho. Hivyo alisema ni bora kuahirisha hatua hiyo hadi kesho, Oktoba 17 kwa ajili ya kuendelea. Pande zote mbili zimekubaliana na uamuzi huo wa mahakama, ambapo kesi hiyo imeahirishwa hadi kesho saa tatu kamili asubuhi, ambapo upande wa jamhuri utaendelea na maswali yao ya ushahidi wa msingi kwa shahidi wao.